mwaka yenye tujapata kitu chochote katika hivi vijiji. Ukiangalia sasa kwa wakazi wa Asinge sasa hivi tuko na shida ya maji kabisa. Maji tunatoka maji kilomita nane huko chini Ojapele, na tunanunua kibu moja shilingi ishirini. Na tuko na maji yetu hapa. Tangu yaribike hakuna hata shughuli inachukuliwa kwa hizo maji. Eh, MCA wetu missing in action. Mimi mwenyewe niko hapa nyumbani sasa hivi miezi nane sijamuona kwa macho yangu. Nikiongelea jambo lingine, barabara. Jana umeona hata trakta ya miwa ilijaribu kuaua ipite barabara, ikienda kidogo yangushe pole ya sima. Barabara hata trakta kupita mikuwa mkubwa, gari ndogo iwezi pita. Hata sisi tunashangaa sisi ndo tukipiga kura. Tunataka kusifu sana kwa maji hapo Uh, kuna miradi ambayo mzee ule foma ya Kenya alikuwa ameanzisha hapa chini mmoja kalenda Instagram kwa so, hapo mzee angeweza hata kufufua zile miradi ambazo mzee foma alikuwa ameanzisha, ingesaidia wakati kama huu. Maji kote hapa, watu walikuwa wanategemea hizo bwa za baraza yule mzee mwingine alikuwa ameanzisha. So ni shida kubwa sana tunapitia kama wakaaji wa Asinge. Iwapo yeye ni mtu mwenye anasikiliza na mwenye anaelewa wakaaji wa Asinge, naomba hapa ashukuru haya mapema. Hamuna maji sasa hapa hapa. Maji chini ndio. So naomba kama naweza anzisha hizo kwa hapa chini wajenge kwa majina. Naitwa Dr. Tianga au mwana wa Chungusa, na saa kabisa kwa hii wodi hii. Hii ndio wodi moja yao ambayo imesaulika kabisa kimaendeleo. Kuna miradi ambazo ziko hapa lakini zimelala, zimekuwa misituni. Ukiangalia ile dairy ambayo iko pale Apeni, ile ambayo imetumika pesa milioni kumi na nne, kufikia sasa imekuwa ni mahame Hakuna mwanasiasa ama hakuna serikali yoyote ya kaunti anaweza kuja kusema kwamba tumetupa pesa huko ili tuifufue maendeleo iweze kupatikana pale, vijana waweze kupata kazi, ajira, kwa maendeleo ya ng'ombe. Ukiangalia zile me, eh, mambo na maji, vijana wameongea hapa, kuna maji ambaye msye mwenye alitoka alikuwa amechimba bohol kila mali, kila mali hizo zote zimekwama pale na hiyo ni rasilimali zetu za kaunti. Pesa zetu ni ushuru yetu, imelala pale. Wale wenye iko kwa vitu, kusema tu ukweli, ni watu wetu hapa lakini, tulianguka mtihani hiyo raundi, tulianguka mtihani, hakuna kazi imefanyika. Wale watu wanaingia wanajua miaka tano wataka kwa wanufaike wapate pesa yao ili watoke namna hiyo. Ukiangalia miradi za hapa, vijana wapo hapa, hii vijana unaona wanajaja hapa yote, hakuna kazi.